Karibu katika somo la leo ambapo tutaenda kuangalia jinsi ya kutumia binzari manjano kwa ajili ya kutibu e, kuku wako. Unaweza ukatumia binzari manjano kwa ajili ya kutibu kuku na ikawa inafanya vizuri. Binzari manjano kwa Kiingereza inaitwa turmeric powder, na kitaalamu inaitwa e, kukuma longa, lakini pia mmea huu unapatikana katika famili ya Zingiberaceae na Mmea huu una compound inayoitwa curcumin compound, na compound hii inaifanya binzari manjano kuwa na sifa kuu ya kuweza kusimama kama antibiotics kwa ajili ya kutibu kuku kwa magonjwa mengi kama ifuatavyo: ugonjwa wa kuvimba miguu kwa kuku, yaani bumble feet disease, lakini pia uvimbe wa aina yoyote, vidonda E, pneumonia ya fungus yaani aspergillosis, minyoo, kikohozi, mafua sugu yaliyoshindikana, kuharisha, nduu ya kuku, coccidiosis, pamoja na magonjwa mengine, mengine yanayosababishwa na bakteria e, compound inayopatikana katika binzali manjano inafanya kazi kuu kama e, ina sifa ambazo zinafanya isimame kama antibiotics, kama ifuatavyo. Moja ni, ina e, property ni sifa inayofanya manjano kupambana na wadudu wengi wanaosababisha magonjwa kwa. Benzali manjano ina uwezo wa kupambana na magonjwa mengi yanayosababisha nabkteria pamoja na wadudu wengine wadogo wadogo wanaosababisha magonjwa lakini pia e, binzari manjano ina anti-inflammatory property. Anti-inflammatory property ni sifa ambayo inaifanya binzari manjano kwa ajili ya kupambana na uvimbe wa aina yoyote. Lakini pia ina immunomodulatory property. Hii ni sifa ambayo ina inafanya e, kurekebisha kinga ama kupandisha kinga ya mwili kwa kuku na kumfanya kuku aweze kupambana na magonjwa mengi, lakini pia inaboresha ukuaji, yaani ina improve growth performance kwa kuku, na hivyo kuwafanya vifaranga wakuwe kwa haraka na kufikia uzito wa kuingia sokoni mapema. Sasa kwa kuku wa nyama yani broiler, lakini pia binzari manjano au turmeric powder ina uwezo wa kupambana na, eh, na, na na na antibiotic resistance yani eh, utumiaji wa madawa uliokithiri ambao umesababisha bakteria unaosababisha magonjwa hayo kuwa sugu, na hivyo hata ukitumia dawa eh, kuku hawaponi, kwa sababu eh, wametengeneza usugu eh. Binzari manjano ina uwezo wa kupambana na hali hii na kuwafanya mm, kuku wako wapone na kuondokana na magonjwa sugu ya mara kwa mara, hasa hasa ugonjwa wa, ugonjwa wa mafua, na katika somo la leo nitakuelekeza jinsi ya kutibu mafua makali, mafua ya kukoroma, pamoja na mafua bubu isugu ambayo amekuwa akijirudia mara kwa mara kwa kuku wako na umetumia dawa nyingi hususan ni flubani. Flubani haifanyi e, vizuri kwa baadhi ya mafua, lakini pia telodox haifanyi vizuri kwa baadhi ya mafua. Na kama wewe ni mfuatiliaji katika channel yetu hii, tuta tumeshatoa masomo jinsi ya kutibu aina ya mafua kulingana na aina ya antibiotics. Na wengi sasa wanatumia dawa hizi za mafua na lakini hawapati matokeo mazuri. Katika somo hili tutakuonyesha jinsi ya kutumia binzari manjano kwa ajili ya kuondoa kabisa tatizo la mafua sugu yanayojirudia mara kwa mara kwa kuku wako, lakini pia eh, nitakufundisha jinsi ya kutibu uvimbe katika somo la leo. Kazi ya binzari manjano ni kubwa, na inafanya kazi kubwa nyingi sana ikiwemo eh, pia kuongeza utagaji kwa kuku. Kama unataka kupata mayai mengi la, Binzari manjano ni rafiki yako wa karibu. Kama unataka kupata mayai ya njano na mayai makubwa, usihangaike kutumia booster, tumia binzari manjano. Lakini pia kama unataka kuku akue kwa haraka uongeze uzito kwa kuku wako walio dhoofika waliodumaa, tumia binzari manjano. Lakini matumizi yote hayo e, unapaswa na utaalamu na ujuzi jinsi ya matibabu na jinsi ya kuatibu kulingana na tatizo. Kwa somo la leo peke yake nitazungumzia mafua makali sugu, maana hili limekuwa ni tatizo kwa wafugaji wengi, lakini pia nitazungumzia uvimbe lakini kwa matatizo mengine hayo kama vile e, kuharisha kama vile ndui, nitatoa katika video nyingine. Ama kama una tatizo kama hilo, utanitafuta kwa namba 0744205357 niweze kukuelekeza hata kabla sijatoa somo jingine kuhusiana na e, kazi za binzari manjano na jinsi ya kutengeneza matibabu kwa matatizo hayo. Tuendelee na binzari manjano kama nilivyosema awali, ina uwezo mkubwa sana wa kuongeza faida kwa wafugaji, lakini ukiwa unajua jinsi ya vipimo kulingana na unavyodili na tatizo ama unachotaka kuboresha kwa kuku binzari manjano e, inaweza kutumika katika chakula ama kwa maji kwa ajili ya kutibu ama kuboresha uzalishaji wa mayai ama uzalishaji wa nyama ama katika kutibu tatizo la e, antibiotic resistance kwa kuku, lakini pia binzari e, manjano e, kupitia hii compound iliyomo, yani curcumin compound, ina uwezo wa kuzuia mioto, kuzima mioto, yani antioxidant property. Hii ni sifa ambayo inaifanya binzari manjano kupambana na free radicals ambazo zinaweza kusababisha eh, kufa kwa seli nyingi kwa kuku na kusababisha kushusha kinga, na hivyo na hivyo eh, ukitumia binzari manjano kwa kuku wako inaenda kuzuia kabisa free radicals kwa ajili ya kuvunja ama kuharibu seli kwa kuku wako na hivyo eh, binzari manjano kwa ufupi, au turmeric powder ni, eh, ni, ni, ni ni antibiotics ambayo inaweza kufanya kazi sawa na antibiotics za madukani. Kwa ufupi, unaweza usitumie antibiotics za madukani ukatumia hii binzari manjano, au binzari manjano ni alternative to antibiotics in poultry nutrition yaani, antibiotics usi unaweza usizitumie zile za madukani ukatumia binzari manjano na ikaleta matokeo sawa nau zaidi kushinda yale zile dawa za madukani. kwa hiyo kwa uzalishaji bora na wenye tija kwa kuku tumia Binzari manjano kwa maelekezo maalum kama tutakayokupatia hivi leo. Katika kutibu mafua makali ama mafua bubu, pamoja na mafua ya kukoroma au kikozi cha kukoroma kwa kuku, ikiwa umetumia dawa nyingi na zileti matokeo, cha kwanza unatakiwa utumie Binzari manjano kwanza kuvunja ile antibiotic resistance kwa bakteri hao. Unatakiwa sasa utafute Binzari manjano iliyosagwa eh, lakini pia ichuje vizuri, na uchukue kipimo cha gramu tano za binzari manjano uweke kwenye maji lita tano wapatie kuku wako uwanywe kwa muda wa siku tatu mpaka siku tano kwa tatizo la kuondoa we usugu wa bakteria. Lakini katika kutibu mafua makali sasa, unatakiwa cha kwanza ugundue ni aina gani ya mafua yanayosumbua kuku wako. Kuna aina kama nne za mafua. Aina ya kwanza, kuna mafua bubu. Haya mafua bubu yanashambulia sana vifaranga. Unaweza kashangaa vifaranga wanakufa na usijue chanzo cha tatizo, lakini ili ubaini, chunguza kwenye mdomo wa kifaranga wako, kikuta na matemate au udenda, tambua kwamba hayo ni mafua yanayosumbua chapu na haraka, tafuta binzari manjano eh, lakini kwa ufanisi mkubwa kwa ajili ya kutibu uwe tatizo hili, tafuta gramu tano za binzari manjano, tafuta gramu mbili za eh, kitunguu saumu kilichosagwa, tafuta gramu mbili za tangawizi eh, changanya kwa pamoja na uwapatie kuku wako wenye mafua bubu au mafua e, yasiyoonyesha dalili hasa hasa kwa vifaranga, wape wanywe kwa muda wa siku tano na utaona tatizo limeisha. Lakini kwa kutibu mafua e, makali ambayo sasa yanasababisha e, kuvimba jicho au kutoa makamasi au kupiga chafya na kutoa mlio wa kukoroma, sasa unatakiwa utafute binzari manjano gramu tano, changanya na gramu tano za e, kitunguu saumu pamoja na gramu tano za tangawizi changanya kwenye maji na uwape kuku wako wanywe, kwa muda siku tano mpaka siku saba. Na mara baada ya hapo tafuta sasa, e, kwa ajili ya kutibu mafua makali na uvimbe, tafuta kitunguu swaumu gramu tano na binzari manjano gramu tano na tangawizi iliyosagwa gramu tano, wawekee kwenye maji, wachanganyishie wanywe kwa muda wa siku tatu mpaka siku tano, kwa ajili ya kutibu uvimbe au kwa ajili ya kuondoa antibiotic resistance, unatakiwa uwape kwanza wanywe kwa muda wa siku tatu, na kisha sasa uchanganye eh, hizo siku tatu watumie binzari manjano peke yake, lakini baada ya hapo ndipo wape wachanganyie na tangawizi iliyosagwa pamoja na kitunguu saumu kilichosagwa. Uh, wawekee kwenye maji na ili waweze kupona. Lakini kwa ajili ya kutibu uvimbe uh, bambo fit, disease kwa kuku vimbe wa miguu, unatakiwa uchukue uh, maji uyachemshe kidogo na uweke chumvi. Tafuta kitambaa safi uh, chukua sasa hayo maji uloweke kwenye kitambaa, msafishie kuku na uondoe lile gamba la juu uh, na usafishe utoe uchafu wote uliomo kwenye mguu na baada ya hapo chukua binzari manjano uh, uweke kwenye sehemu ya jeraha na ufunge. Baada ya kumfunga uh, fanya zoezi hilo kwa muda wa siku tatu, utaona uvimbe wote umeisha. Kwa ufanisi zaidi, tumia binzari manjano lakini, pia kwa maelekezo zaidi, komenti kwenye video hii na usitite kunitafuta kwenye namba nilizozitoa hapa.